Kwa hiyo mimi nachotaka kusema kwamba abiria ma, msisite kutoa taarifa lolote lile ambacho unachokiona kwamba na shida na shida e, na kitu fulani kumwambia dereva au kondakta akusaidie ili mradi shida zako zitatue. Sikae kimya, unaumia huku naumia. Unaona bwana, unasema kwamba kumwambia dereva naogopa kwa sababu tushazoea madereva wa zamani, ukimwambia au um, um, uh, ma, ma kondakta wa zamani ukiwaambia wale wanaanza kuku letea ka, kauli chafu chafu, ile haitakiwi. Na wewe kondakta na dereva, inatakiwa uwasikilize abiria kwa unyenyekevu kabisa, kwa sababu hiyo ni huduma kwa wateja. Penzi mtazamaji, ilikuwa kwanza kupata matukio, tafadhali bonyeza kitufe cha subscribe kama mshale unavyokuonyesha. Eh, kwa majina naitwa Rajab Abdulrashid Chambela, kwa jina lingine maarufu Dereva Msomi. Eh, nimeandalia huduma za basi kwa hudumia wateja na uendeshaji wake kwa ujumla. Hapa nilikuwa naongea na ndugu zangu abiria abiria mlioko kwenye basi au kwenye usafiri wote kwa ujumla. Eh, chombo chetu hiki ni salama, hiki chombo ni salama, hakina shida yoyote unaona. Kwa hiyo mmepanda humu kwenye basi, mjue kabisa mko sehemu salama, kwa sababu kama mnavyojua kuna baadhi ya viongozi wetu wameshatumikia taifa kwa miaka mingi, walikuwa wanatumia usafiri lakini mpaka wamestaafu salama kabisa. Kwa hiyo usafiri wa barabarani uko salama kabisa kwa abiria zetu na kwa wengine wote. Nilichokuwa nataka kuelezea kwamba abiria, hiki chombo ni huduma kwa wateja. Huduma kama huduma kwa wateja ni haki ya yako wewe, ya abiria hapo unaoniangalia ni haki yako kabisa kutaka kupatiwa huduma mzuri katika hiki chombo. Endapo kwa mfano kama upo safarini, una changamoto yoyote ile, ambapo labda pengine unataka kujisaidia au pengine mgonjwa anataka mahitaji yote, pengine maji au chakula au mtoto anataka kujisaidia au huduma ya chakula, maji na kila kitu, ni haki yako kabisa kumwambia kondakta, au kama mabasi mengine ambayo kondakta hakuna, kumpa taarifa dereva akuhudumie vizuri kabisa inavyo kama inavyostahili. Kama chakula, basi asimame sehemu ya chakula, akupatie chakula. Kama sehemu ya kujisaidia, akupeleke sehemu ambayo ile kwa salama kabisa, asimameshe gari, akusaidie huduma. Unaona bwana, tunatoa huduma ya kisasa kabisa, kwa sababu kama tunavyoona sasa hivi tuna mabasi ya kisasa na huduma nazo ziwe za kisasa. Mfano kama wenzetu, unaona ukipanda kama labda kwenye ndege hivi utakuta wahudumu wa mle ndani wa staarabu kweli kweli, unachokitaka yani kwamba unapatiwa kwa wakati na unasaidiwa vizuri bila wasasi. Na kwenye mabasi nako ni hivyo hivyo, kwa sababu zote ni huduma kwa wateja, unaona kwa sababu. Kwa mfano kama mimi nilichoka kwa tipu, nilitoka zangu Dar es Salaam nikaenda, nilikuwa naenda mkoa, ni kuna sehemu nikafika, bibi mkubwa wangu alikuwa anataka hela ni, ni mwachie pesa pale. Sasa bim kubwa wangu, baada kumwachia pesa pale, nikaongea nika na dereva yule. Dereva alichokifanya akasema sawa. Nikamwambia ukishafika kijiji cha Rubungo pale, simama kidogo, dakika moja tu, ili mradi nimpatie pesa bim kubwa wangu pale. Akasema sawa, lakini naye akasema sawa, wasiliana naye bim kubwa wako. Nikawasiliana naye bim kubwa, akawa barabarani kabisa. Sasa kufika pale tena, nikamwambia dereva haya, yule pale juu bwana, punguza mwendo. Akapunguza mwendo kidogo, kufika pale hakusimama mtupie, nikamtupia shilingi elfu hamsini kubwa, hukubasi linakwenda. Nikampigia simu, haya nimezirusha hapo, haya nimeona. Akaangalia angalia, zingine zimekwenda kwenye majani nini, mwisho wa siku akakuta shilingi elfu thelathini badala bada shilingi elfu hamsini zingine hakuziona. Kwa hiyo huduma kama ile pale, unapokaa unapopakia abiria, inatakiwa uwasikilize shida zao nini, uzitekeleze kwa wakati wa abiria ndio wanakuja mwisho wa siku. Sasa wanafanyaje? wakapofika safari yao kule, wataanza kuambiana nada, nimepanda basi fulani asiye kwa kweli, lina huduma nzuri kwelikweli lile basi, atakutafutia wateja wengine. Unaona, atakutafutia wateja wengine, kama unavyojua biashara, sasa hivi ni biashara za ushindani. Basi basi lako litakuwa linapendwa na watu wengi kutokana na huduma ambazo unazozifanya wewe, ambaye mfanyakazi wa mlendani kwa hiyo mimi nachotaka kusema kwamba madereva ma, ma, abiria msisite kutoa taarifa lolote lile ambacho unachokiona kwamba na shida e, na kitu fulani kumwambia dereva au kondakta akusaidie ili mradi shida zako zitatue, usikae kimya huku unaumia. Unaona bwana, unasema una, una, una, kwamba kumwambia dereva naogopa, kwa sababu tushazoea madereva wa zamani ukimwambia au kondakta za zamani ukiwaambia -zaman, wale wanaanza kuku, letea ka, kauli chafu chafu, ile haitakiwi. Na wewe kondakta na dereva, inatakiwa uwasikilize abiria kwa unyenyekevu kabisa, kwa sababu hiyo ni huduma kwa wateja. Kama huduma kwa wateja, uwasikilize kwa unyenyekevu kabisa abiria zako. Unaona, ukishawasikiza vizuri kabisa, wahudumie vizuri, kama nilivyosema mwanzo, kwamba mwisho wa siku itakuwa basi lako litakuwa linapendwa na watu wengi. Kwa hiyo, abiria, jioneni kama mko salama katika basi hapo na jioneni mko sehemu ambapo pasi, apona tatizo lolote, mjigone kama mko nyumbani. Kwa hiyo mtakwenda sana safari zenu vizuri kabisa, salama na vilevile. Abiria, ninachotaka kukuambia fungeni mikanda vizuri. Ushafunga mikanda vizuri. Uh, ukiangalia mbele kwenye kiti chako hapo kuna sehemu ya kuchajia simu yako, na chajia simu yako. Ukiangalia kwenye miguu kuna kama stand ya kuweka miguu yako, pale unaweka miguu yako unakaa mustarehe kabisa ukiangalia kulia kwako kuna batani yako unaweza ukabonyeza kidogo kiti chako ukalaza ukapata kupumzisha mgongo kwa hiyo ndio hicho nichotaka kusema mimi kwamba huduma kwa wateja inatakiwa iwe bora ili mradi kwamba abiria akifika mbele ajitangaze na kuja kwa upande wa dereva naye dereva ndugu yangu mimi ni dereva msomi ni dereva mwenzako ambaye ninaongea hapa inatakiwa abiria kama nilivyosema, wasamini, wasikilize shida zao na watekeleze na kwa wakati. Cha kwanza. Cha pili, abiria natakiwa waendeleshe walale, abiria natakiwa waendeleshe walale. Uendeshaji wa gari ni kitu kinachosababisha mpaka abiria wapende usafiri wako, kutokana na uendeshaji wako uliokuwa mzuri. Unapo, unapoanza kwa safari yako, nyanyua klachi yako kanyaga kisteni trako taratibu, yani basi linanyanyuka unapangagia, lakini abiria aliyokuwa ndani hajui kama basi limenyanyuka lina linatembea. Na usifunge breki za ghafla ghafla, mpaka mwisho wa siku abiria wakawa anaanza kunyanyua nyanyua vichwa kuangalia mbele kuna nini. Unapopita una barabara mbovu ya lafrodi pita kiutaratibu ki, ki, ambapo basi usiwatingishe tingishe, tingishe. Abiria anatakiwa alale kama yuko nyumbani yani. Akiamka naangalia kwenye kioo, ni kwa sehemu gani yani, kwa sehemu fulani ah, I basi kumbe natembea yani basi natembea kama alokuwa ndani anaona kama atembei. Huo ndio uendeshaji bora. Kumbuka hiki chombo mwenye mali kanunua hela nyingi sana mabasi sasa hivi anafika karibuni milioni mia nne, mia tano na kuendelea. Kwa hiyo uendeshaji wako wewe na matunzo yako kwa wewe dereva ndio itakamsababisha mwenye basi apate faida kesho anunue chombo kizuri zaidi ya hiki ambayo kicho kuwepo. Hapo mtu katupa hela zake nyingi kwa hiyo wewe unapofanya uendeshaji wako mbovu ambayo usiozingatia alama na michoro barabarani fujo fujo, mwisho wa siku chombo kinatakio kika miaka ishirini, kinakaa miaka kumi. Unamtia hasara huyu mwenye chombo, inakuwa sio vizuri. Kwa hiyo endelesha endelesha, uendeshe mzuri, breki ifunga vizuri, nyanyua klachi vizuri, unaona bwana, unaposimama simama vizuri, hata mtu aliyokuwa ndani ajui kama gari imesimama. Mwisho wa siku chombo nacho kitadumu, abiria nao wataupenda usafiri, mwisho wa siku basi hapo kila kitu kitakuwa sawa kabisa. Baada ya kusema hivyo, abiria abiria na dereva, asanteni sana. Mi naitwa dereva msomi. Abiria kumwacha kwenye kituo si vizuri, hakikisha kama umesimamisha kwenye sehemu ya kuchimba dawa. Ukishasimamisha tayari, sehemu salama kuchimba dawa, ukishasimamisha tayari, wakisharudi tayari, dereva una haki ya ku, kuangalia kiti mpaka kiti. Kwanza jamani, wote mmeenea? Tumeenea. Mmeenea? tumeenea na ukiangalia kweli au kondakta ukiangalia kweli viti vimeenea vile vile, basi unaanza safari. Au la kama itakuwa hawajaenea, mmojawapo hayupo, basi itabidi umsubiri mpaka afike. Akishafika akishaingia tayari, tumeenea tumeenea, basi unaendelea na safari, inakuwa safi kabisa. Lakini kumwacha si vizuri, kumwacha abiria njiani. Ndio maana awali pale nilisema kwamba kondakta haitakiwi kumtolea lugha chafu abiria. Hii nachosema hii sio kwa mabasi peke yake, sio mabasi makubwa, kuanzia mabasi makubwa, makosta, haisi, bodaboda zote, so ambazo zinabeba abiria, bajaji, abiria lazima umsamini. Abiria unapomsamini kesho, ndo atapotaka kurudi tena, lakini utapotaka kumtolea kauli chafu leo kesho hawezi akarudi tena. Mwisho wa siku, sasa unajipati una unamtia una hasara mmiliki, gari inatembea bila watu kutokana na huduma zako ambazo zilizokuwa sio nzuri. Lakini ndipo utakapo kutoa huduma nzuri, basi abiria anaenda kuambiana kule, na watakuja tena, watapanda basi hilo hilo. Mwisho wa siku basi, bosi atapata hela na utapata hela, serikali itaingiza kipato, bosi ataongeza ma, magari mengine, maisha yataendelea Ta. Baada ya kusema hivyo, abiria abiria na dereva asanteni sana. Mimi naitwa Dereva Msomi. Asanteni sana, safari njema, kazi iendelee.